Na raia kumi wa kigeni na Mkenya mmoja wametambuliwa kuwa waathiriwa wa ile ajali ya ndege iliyotokea leo asubuhi katika kaunti ya Kwale. Kati ya waathiriwa hao kumi na mmoja, wanane ni raia wa Hungary, wawili raia wa Ujerumani pamoja na Mkenya mmoja. Kwenye taarifa, kampuni ya Mombasa Air Safari ilisema moja ya ndege zake yenye nambari ya usajili 5Y-CCA ilikuwa katika safari yake ya kawaida kutoka uwanja mdogo wa ndege wa Diani kuelekea Kichwa Tembo katika mbuga ya kitaifa ya Maasai Mara ilipoanguka. Halmashauri ya uchukuzi wa angani nchini pia imethibitisha ajali hiyo, ikisema ndege hiyo ilianguka saa kumi na moja unusu asubuhi, huku uchunguzi ukiendelea kubainisha kilichosababisha ajali hiyo. Mtazamaji, ndo taarifa. Bado vifusi ndivyo vilivyosalia vya ndege iliyokuwa imebeba kundi la watalii. Utawala unakusanya ushahidi utakaosaidia kubainisha kilichosababisha ajali hiyo ya ndege iliyosababisha vifo vya watu 11 katika kaunti ya Kwale. Kulingana na kampuni ya Mombasa Air Safari Limited, ndege hiyo ilikuwa imewabeba raia wa kigeni na rubani mmoja Mkenya. Abiria hao ni pamoja na raia wanane wa Hungary na Wajerumani wawili. Kwenye taarifa rasmi, kampuni hiyo ya ndege imesema imezindua kundi la huduma za dharura na kuanzisha kituo cha kuzisaidia familia ili kutoa ushauri na saha kwa jamaa za waathiriwa We Halmashauri ya uchukuzi wa angani ya Kenya imesema ndege hiyo yenye usajili 5YCCA ilianguka saa kumi na moja na nusu asubuhi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Diani. Hali mbaya ya hewa inashukiwa kusababisha ajali hiyo. Walioshuhudia wanasema kuanguka kwa ndege hiyo kilifuatiwa na mlipuko mkubwa. Tulipofika tumepata moto unawaka sana, hatukuweza kuzima huo moto. Lakini wakati nakimbia kuja huku nikatoa hizi habari kwa asistant chifu na chifu wangu, bahati nzuri nikiwa mbioni, admini wa hii wadi ya Tsimba golini ya misi Kenya, yeye akawa na kominiteti nasim visasa ikawa na yeye hapa kusaidiana, tulivyosaidiana na mashallah. Baadaye konvoi yote ya serikali ya Kenya ikafika hapa. Hii ndiyo ajali ya pili mbaya zaidi kutokea humu nchini tangu mwaka elfu mbili na sita. Dorine Arange, Darubini.